Leo hii tumekuja kwa baada ya meli kubwa ya tani elfu thelathini na tatu, na mia tatu na kumi point saba tisa imetia nanga hapa Tanga. Tanga oye! Meli hii kubwa ambayo inaitwa meli Elisa ambayo kama tunavyosema ni Seafront Shipping Agency wameweza kuwaleta hao wenzetu pamoja na mizigo yote, ni meli ambayo imetoka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 kupakua mizigo katika meli hii, ni ajira kubwa kwa vijana wetu wa Tanga. Kwa hivyo pesa zinaanza kuingia mifukoni kwa vijana, lakini mnyororo mzima, madereva watakaotoa magari haya kupeleka Kongo, Rwanda, Burundi, DRC na Zambia, lakini vile vile wale shippers na wengine wote wanaotoa kufanya clearance ya vitu hivi wanapata pesa. Kwa hivyo mnyororo huu unasababisha pesa zinashuka zinachuruzika kwa watu mbalimbali. Mama ntilia atapata pesa hapo, mafundi watapata pesa hapo, kuna mbao hizo zinakuja na mameli hapo, au wanaotoa mnyororo huko wanaenda kupata pesa hiyo ya mbao, wanaenda kuuza na kufanya shughuli zingine. Kwa hivyo, eneo hili lote lina manufaa kwa mustakabali wa mkoa wetu wa Tanga na mafanikio ni makubwa sana meli hii na, na, imekuja moja kwa moja Tanga, haijapitia kwenye bandari nyingine yote na itafanya operation ya mizigo yote hapa hapa Tanga na ikitoka hapa Tanga itarudi zake China, na sisi kama TPA kwa pamoja tumejipanga kuhakikisha mzigo wote tunahudumia ndani ya siku usiozidi saba mpaka kumi ambapo timu ya, ya, ya, ya magenge yote ambayo yatafanya operation hiyo kama alivyosema mkoa mkoa, tutatumia takribani aa, vibarua au wafanyakazi wa kutwa elfu kumi na sita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 Mizigo yetu mingi imekuwa ikishushwa kwa wakati, huduma zinazotolewa ni bora kulinganisha na sehemu ambavyo mizigo mingi, wateja wanakuwa wanachelewa kupata mizigo yao. Bandari ya Tanga wanafanya kazi nzuri, tunawashukuru sana kwa hilo. E, sisi kama wafanyabiashara, kazi yetu kubwa sana ni kuhakikisha kwamba e, bandari hii inapata mizigo. Mizigo inatoka wapi? Ni sisi kuhakikisha wafanyabiashara wenzetu wanahamasika kuzidi kuleta mizigo Tanga kuingiza kwa ajili ya kuitoa kusafirisha nje ya nchi pamoja pia na kuingiza mizigo toka nje ya nchi. Kwa hiyo ni jukumu letu kubwa sisi kama wafanyabiashara, tunaona ni maajabu ambayo yametokea katika jiji letu la Tanga na tunaona ni mapinduzi makubwa sana, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kututanulia bandari yetu na tunaona meli kubwa kama hii inatia nanga, sisi tunasema tunashukuru na tunaahidi tutaendelea kuilinda serikali yetu kwa wivu mkubwa sana, na tunawaombea Mwenyezi Mungu. Tunajua tunaingia kwenye uchaguzi, basi tunasema aliyetenda mema unamlipa mema. Tumekuwa mashahidi, anapoipambania Tanga fursa nyingi zimefunguka, mambo mengi yamenyoka. Kwa hiyo sisi tunamhakikishia kwanza, kuilinda amani kwa ajili ya kuzilinda hizi neema ambazo Mwenyezi Mungu amezileta kwa uwekezaji huu. Kwa neema hizi, kwa fursa hizi, tuna kila sababu ya kuiunga mkono serikali, kwa maana kwamba wanasema kunakopelekwa mboga ndio kunakoliwa. Kwa hiyo tuko tayari.